Haya, mpenzi mtazamaji, kutoka kwa mitandaoni tumekutana na Bongozozo. Bongozozo anajulikana sana nchini Tanzania. Na tangu kutokea kwa mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, Bongozozo aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema, akionyesha jinsi gani ameguswa na ameumizwa na vifo vya watu, na siku zote amekuwa ame, akisema kwamba anasimama na haki, anasimama na upande wa haki upande wa wale wanaotaka mambo yawe sawa na haki itendeke. Sasa msimama wake huo unamfanya akumbane na mambo mbalimbali kwa mitandaoni, na matusi na maneno. Kuna wanaomsifu wanaomwambia wewe ni mzalendo, kuna wanaomtukana. Sasa kwa uh, juzi kati hivi akaamua kujibu message ama comments za watu ambao wanamkosoa hebu, msikilize Bongozozo mwenyewe. Anaulizwa, mbona ulichangamka sana hapa? Akasema alipewa majani ya chuga akayala akidhani ni majani ya chai. Haya, msikilize anachokisema. Wewe sio Mtanzania, um, unaongea kama nani? matako yako e, mbona Watanzania wanaongea kila Jumamosi kuhusu timu zetu za mpira. Basi kuanzia leo marufuku kumtaja Manchester United, mwiko kutamka Liverpool, na hairuhusiwi kutamka Chelsea <laughs> au basi tunaishi jiwe moja, unaona, tunaishi dunia moja hapa, na tukiona kuna binadamu wenzetu wanahangaika, wanapata shida, basi ya kuongea haki ya nani? haki yangu, dunia ni moja, uraia ni karatasi. Kwani taifa ni nini? taifa imetengenezwa na nani? ni, ni Mungu au ni wakoloni? Wakoloni walichora mistari pale, unaona ina maana Mkenya hana haki kwa sababu yuko ng'ambo mpaka ule uchoro? na wakoloni watu wanateswa, watu wanauliwa yani mtaani kama mbwa, halafu huna karatasi, unataka karatasi ya, ya, ya kupinga utekaji kuwe na passport yani, ubishe uwaji unasema mimi si raia wa Tanzania. Ehe. Lakini damu yangu Tanzania, nimeishi Tanzania miaka ishirini na saba, nimeoa wa Tanzania, watoto wangu wa Tanzania, roho moyo wa Tanzania, alafu unasema sina haki. Basi nadai haki zangu kama nyie wa Tanzania mnavyotaka kudai haki zenu, nadai haki yangu ya kuongea, muda wowote. Ulize tena huwa mai ntawaambia mtajua, tuna ah, haki wote eh. Sema chochote kuhusu Ingereza, ujunzani nitakubishia <laughs> meitwa mbwa, nguruwe, mbuzi, panya buku, sio panyajero. ehe, paka hivi, paka ndio kutakana, mi nawapenda sana ng'ombe, kuku, bata, bata nakula bata sana an na ngedere <laughs> ngedere, ami nifundisha Kiswahili, nashukuru sana na mwewe, unaona a wanyama wote sibishana nao, isipokuwa jamani, mbwa ni aina ya chakula <laughs> kwa sisi wanyalokolo <laughs> Jamani, naombeni mjitahidi kuniita haya majina ya wanyama lakini tofauti tofauti ili nijifunze Kiswahili. Uh, ki anitumie ma, majina ya wanyama wa porini, labda niendelee kujifunza. Asante sana. Panya buku, hivi panya buku, panya elfu moja panya jero, panya ice. <laughs> panya sumni. <laughs> kuna panya nyingi, au wewe ni mkolo, ni beberu ehe. Sisi wahenga tunasema he, hoja la nguvu sio nguvu ya hoja. Yani kama kuna kitu unataka kubishana na mimi <laughs> Ongelea lile lile hoja. Yani, ni rahisi sana kusema wewe una rangi fulani, huna haki ya kuongea e. Vipi, inakwaje? Kama mtu angekuja kwako anasema wewe mweusi, huna haki ya kuongea, ungesema <laughs> baguzi hawa watu wa nje, wanakuja watu wa nje e, hivi vitu vimeshapita wakati wake. Yani sasa hivi Watanzania wameelimika, wamesoma, wamesafiri yaani wanajua kabisa kama Lucky Dube alivyosema, si mtu, kila mtu mweusi ni rafiki yako na sio kila mzungu ni adui wako. Yaani hata comment mtu anasema eti hakuna mzungu mjinga. Wako wengi, wako wengi. Unajua mdogo wangu anaokota hadi makopo. Kazana na maneno yanaongelewa bishana sawa, mnaruhusiwa kubishana na mimi kama mnavyopenda, sio lazima ukubaliana na mimi lakini kutokana na maneno na ongea na vitendo unavyofanya, sio kutokana na rangi yangu. Tabia ya mtu haihusiane na, na rangi yake. Kazana na hoja. Haya jamani, mmezisikia hoja za Bongozozo, hicho ndicho alichokisema kwenye ukurasa wake akijibu comments za baadhi ya watu ambao wanamkosoa na ku kumpinga na kumtaka asizungumze mambo yanayohusu Tanzania kwa sababu yeye si raia wa Tanzania. Haya, tupe maoni yako na wewe hapo kwenye sehemu ya kisanduku cha maneno ama comment section. Kwaheri.